Mchango wetu kwenye hii programu ya Green and Smart City sasa ni masuala mazima yanayohusu eh, uhakika wa maji kwa maendeleo endelevu na kupambana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika kuhakikisha kwamba miji yetu inakuwa salama na vizuri in a sustainable manner. Nini tunafanya? Tunashirikisha wadau wote wanaohusika na masuala ya usalama wa maji, uhakika wa maji ambao ni mamlaka za maji, maofisi ya bonde, kwa mfano bonde la ziwa Victoria, bonde la mto Pangani kwa mji wa Tanga, halmashauri za Tanga, Ilemela na Mwanza, pamoja na wadau wengine ambao wanachangia kwa njia fulani kwenye kuimarisha upatikanaji uh, wa maji, usalama wa maji na uhakika wa maji kwa maendeleo endelevu. Tunaleta pia E, teknolojia digital technology kwenye operations za hizi taasisi nilizotaja. E, kwa mfano kuweza kuwezesha usimamizi sasa wa karibu wa rasilimali za maji kwa kutumia teknolojia ya kisasa e, kuweza kusimamia upotevu wa maji kwenye mamlaka za maji kwa kutumia teknolojia ya digital na pia kusimamia ukusanyaji wa taka ngumu au solid waste management kwa kutumia digital application. Pia tunashirikiana pia na viwanda, kwa sababu kwa kiasi kikubwa viwanda vinahitaji maji na vinatoa maji machafu industrial waste. na industrial waste isiposimamiwa vizuri inakuwa ni chanzo kikubwa sana cha ku cha kuchafua maji na kichafua maji. Sasa uhakika wa maji kwa maendeleo endelevu unakuwa uko kwenye hali ambayo sio nzuri. Mradi wa sasa kwa upande wa Enabel umelenga haswa vijana na wakinamama ambao wanafanya biashara zao katika uvuvi, uh, sekta ya ukotaji taka, uh, sekta, wa taka, na, na sekta ya uchakataji wa taka pamoja na sekta ya uchakataji wa mazao yani food processing. Na kwa hawa vijana haswa tumelenga kuwasaidia namna gani wanaweza wakaanzisha biashara, namna gani wanaweza wakarasimisha biashara zao na vilevile vile namna gani wanaweza kupata mitaji lakini tumeona changamoto kubwa na hawa vijana ni kwamba ujuzi ni changamoto. Hii sakata la vieta tumelisikia kwa muda mrefu, kuna sehemu mbalimbali, lakini sisi tumeenda sehemu zaidi ya hapo. Sio tu ukimaliza upata ujuzi lakini unapata na mtaji na vile, vile na mashine za kuendelea kufanyia kazi zao. So, hadi sahizi tumeanzisha hub ambao vijana wanaweza kwenda kujifunza kwenye mambo ya kidijitali, inaitwa digital innovation hub iliko pale jengo uh, la Geita la Opposite, uh, Rock City Mall. Na pale vijana zaidi ya 150 wameenda wamepata ujuzi kwenye mambo ya kidijitali na saizi makampuni mbalimbali wanaotumia mbali mbali wa vijana uh, kutangaza biashara zao kwenye mitandao. So kwa mfano mmoja uh, amepokea mkataba wa laki sita kulipa kila mwezi uh, kuwasaidia wajasiriamali kutangaza biashara zao. Kiachana na hiyo kuna vijana zaidi ya 200 tumewafundisha kwenye mambo ya uh, uchakataji wa mazao au uchakataji wa wataka zinazotokana na chakula kutumia mbolea kutokana na, na mduda mnaoitwa nzichuma. Nimeweza kufanikia kupata mafunzo ya digital marketing na mafunzo haya yameweza kunisaidia mimi kupata wafadhili wa kuweza kunisapoti biashara yangu lakini pia kuitangaza vizuri na kupata watu wengi ambao wanaweza kuiinua kui, juu kutoka mauzo ndiokuwa nayo kupitia digital marketing. Nimeweza kufanikiwa kuuza vizuri na kufanya biashara kwa uzuri zaidi, ambapo nimeweza kukutana na mashirika mbalimbali kupitia digital marketing kufanya biashara zangu. Kwa hiyo nashukuru, mradi wa sasa wa Inabel ambao umefika hapa mkoa wa Mwanza umeweza kutuinua vijana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kupitia miradi ambayo inaendelea, na ninatumaini kwamba vijana wengi watanufaika kupitia miradi hii ambayo ipo katika mkoa wetu wa Mwanza. Mimi ni mzalishaji wa sabuni lakini pia ni mfundishaji wa mafunzo ya ujasiriamali na kupitia mradi huu nina, nimeweza kufanikiwa kupata wateja wengi lakini kupata watu tofauti wa kufanya nao biashara yangu ya uzalishaji wa sabuni lakini kuuza produkti zangu kwa uzuri zaidi kupitia mradi wa Inglue Cities ambao nimefanya kupitia digital marketing kutokana na mradi wa Green and Smart Cities. Sasa halmashauri yetu ya manispaa ya Ilemela imepata manufaa makubwa katika vipengele mbalimbali. Kwa upande wa kwanza kwenye kipengele cha budget support mpaka sasa hivi tumepokea kiasi cha shilingi bilioni mbili nukta mbili ambacho kimetumika katika shughuli mbalimbali, mojawapo ni kununua vifaa kwa ajili ya usambaji wa taka ngumu, lakini pia tumenunua, tumechangia manunuzi ya greda kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za mitaa, lakini pia mradi huu huu umechangia pakubwa, hususan katika ukamilishaji wa jengo la utawala la manispaa ya Ilemela. na kutokana na manufaa hayo kama kupitia budget support pia tunayo miradi mikubwa ya kimkakati minne ambayo tunaenda kutekeleza kuanzia mwaka wa fedha 2026/2027 ambayo kwa ujumla ina thamani ya takriban bilioni 43. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa soko la Buswelu la kisasa. Mradi wa pili ni uboreshaji wa soko la samaki Mwaloni. Mradi wa tatu ni uboreshaji wa mwalo wa New Igombe, na mradi wa nne ni uboreshaji wa mwalo wa Old Igombe miradi hii yote kwa pamoja inaenda kutekelezwa kupitia program ya Green and Smart City. Sasa hivyo basi kwetu sisi, program hii ni ya manufaa makubwa, na kutokana na program hii tunatarajia maendeleo makubwa na mapinduzi makubwa katika, katika jiji la Mwanza na manispaa ya Ilemela kwa ujumla. Lakini si tu upande wa budget support, katika miradi mingine tunataraji ku, kuwezesha vijana kupitia uchumi mzunguko au circular economy, ambapo tutapeleka vijana katika vyuo vya VETA na, na feta na pia baadhi ya vikundi vya wanawake na vijana watapelekwa SIDO kwa ajili ya kupewa elimu ya ujuzi namna ya kutekeleza shughuli zao za ujasiria mali katika mstari ulionyoka. Hivyo basi kwetu sisi tumepata manufaa makubwa na tunaendelea kunufaika kutokana na programu hii. Hivyo sisi kama wasimamizi, mimi kama mratibu wa programu hii, naahidi kwamba tasimamia kazi hii kwa weledi na kwa umakini mkubwa kuhakikisha kwamba kile kilichokusudiwa kinafikiwa kwa asilimia mia moja na jamii yetu ambayo tunalenga kuinufaisha kui iweze kupata manufaa husika, ambako tutaboresha masoko haya kaeda kawaida, likiwemo la Kirumba. Tutaboresha machinjio na baadhi ya mialo kama wa Igombe, lakini sio hivyo tu, tunakuza matumizi ya teknolojia za kidijitali kwa maana ya kurahisisha utendaji wa kazi za serikali kwa maana huko kwenye halmashauri, lakini pia na kwa wananchi wa kaida kwenye shughuli zao, kwenye kutafuta masoko, utunzaji wa kumbukumbu. E, sio hivyo tu, msaada mkubwa pia kwenye eneo la usalama wa maji na kutuwezesha kujikinga au kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu umeanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini zilikuwa zile taratibu za mwanzo za ufunguzi wa ofisi lakini kwa sasa hivi mipango ya kutambulisha mradi kubaini maeneo ya kufanya kazi kubaini wadau tunaofanya nao, baadhi ya mafunzo yameanza kufanyika, shughuli za ujenzi zimeshaanza, taratibu za manunuzi na vyote hivi sasa vimeshaanza kufanyika. Tutarajie kuona matokeo makubwa tu ndani ya mda sio mrefu kuanzia hivi sasa. Project kwa ujumla ilikuwa na dola za kimarekani milioni 75 kwa maana ya mwanza Mwanza, kwa maana ya Mwanza jiji manispaa ya Ilemela, jiji la Tanga na Pemba, tunaamini mwelekeo wao utatupeleka mahali pazuri, kwa sababu ni mradi ambao ni shirikishi. Tunavyo dizaini na mipango yote tunayofanya, tunafanya kwa kushirikiana nao kwa karibu, na tutajitahidi kutumia wadau wetu wa hapa hapa Mwanza katika sehemu nyingi ya kazi tunazozifanya. Mradi umekuja kipindi sahihi kabisa, kwa maana kwamba kwenye eneo la kujenga uwezo, tumeamua kushirikiana na taasisi zetu za mafunzo zinazotoa E, mafunzo ya fani mbalimbali ikiwemo hii VETA na FETA, kwa maana fisheries education training authority. Sisi sasa hivi tumeamua ufugaji wa samaki hasa kwa vizimba kama itakuwa ni moja ya shughuli, ili tutumie rasilimali zetu tulizonazo hapa kwa ajili vijana wetu, lakini tunashirikiana na SIDO kwa maana ya ukuzaji wa viwanda vidogo vidogo, lakini baadhi ya mafunzo mengine tunataka kuwafundisha kutengeneza thamani kutokana na takataka ambazo ni initiative ambazo zitatuhakikishia maendeleo endelevu, kwa maana ya sustainable development. Tunaamini zaidi ya kuongeza kipato itakuwa ni ajira, lakini hizi shughuli zikifanyika pia watu watalipa kodi, ambako itakuwa ni ongezeko la kipato hata kwa serikali yenyewe.